Rusha ndege, ushinde, wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator, inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, bana, tupo kwenye mwezi wa mahaba na kama ambavyo unaweza kutazama tumeona msafara wa bajaji kileta zawadi. Ni bonge moja la surprise Ngosha amefanyia mpenzi wake. Najua sasa hivi kwenye comments hapo chini imekuaje, bajaji na nini? My brother mambo vipi? Shwari. Mzuka mwingi. Good kabisa. Shem, mambo. Poa kuna muda chozi na chozi ile na kudondoka. Sasa ngoja tuanze hapa. Kwa nini leo na si kesho, na mimi kesho ndio siku ya Valentine ambayo watu wengi ama wapenzi wengi wanategemea kupokea zawadi kwa wapenzi wao. Kwa nini wewe umeanza leo? Uh, kwa sababu zawadi ni nyingi, sasa nikasema mm. Ili ziishe lazima nianze mapema mm. Kwa hiyo hizi zawadi zina, zimebakisha kama siku kumi na tatu. Kwa hiyo zinaanza leo mpaka tarehe 30 nadhani, itakuwa zimekamilika kwa kila siku uh, itakuwa kuna zawadi zinakuja, okay. Kuna zawadi bado zinakuja na matrekta, yaani ni hatari. Kwa hiyo okay, hizi zilikuwa ni trailer tu, hii ilikuwa ni inaitwa breakfast. Okay. <laughs> kwa nini, kwa nini ni msafara wa bajaji? Sababu ingine hapa najua atakuwa anasema kwa nini nasingetumia magari na nini? Why bajaji? Uh, magari kila mtu ashafanya, lafu ni msafara tu kila mtu alafu unaeta jamu barabarani, meelewa. Lakini bajaji kwa sababu kwanza, kama ulivyoziona zina picha ya wahusika wanaopendana, amenielewa? Kwa hiyo ndio sababu kubwa ya bajaji, ndio maana zikawa bajaji, alafu pia kwa sababu hii ni starter. starter ya zawadi kwa hiyo tunaanza na vitu vidogo kuelekea kwenye vikubwa. That's why tukaanza na bajaji. Okay. Yeah. Sasa so, nimeangalia baadhi ya zawadi kuna blanket, sijui kuna vitu vitu gani? Nini ni ambacho ulifikiria uli, ama ni vitu gani ambavyo ulikuwa unaviwaza mpaka ukasema zawadi hizi zinamfaa mpenzi wangu? Cha kwanza nilitaka kutoa zawadi ambazo hazifikiriki. Yaani sio rahisi kuzifikiria kwamba Valentine mtu anaweza akapewa zawadi kama hiyo. Kwa hiyo zawadi zote zilizopo hazifikiriki. Achana na mambo ya zawadi ya yale yanayofikirika. E, e, simna kama vile kuna decoration za ndani. Umeona, kuna a, frame za picha, kuna maua, kuna kadi, kuna mdoli, si kuna nini, kuna duvet, kuna kimkebe cha kuwekea vitu vyake vya makeup, si kuna sikuna vidude tu vingi vingi vitofauti tofauti. Kwa hiyo nitaka zawadi ambazo hazifikiriki. Amenielewa? zawadi kama ni hela, hata nikimpa bado nitaendelea kumpa. Kwa hiyo nitaka nimpe tu vitu ambavyo havifikiriki, sio rahisi okay. Yani hajampa kila mtu okay. Yeah. Okay. So, ah, ananifanyaga okay. Okay. ananifanyaga shopping, anaweza akaniingiza dukani, anaweza kanileta hata t-shirt ya ishirini zote mpya mona, anaweza akanunulia laba kazaa anaweza kanunulia majinzi anaweza kanaletea suti, yani anafanya vitu vingi ambavyo sio mwezi wa Valentine. Yani ghafla bilivu tu unakutana na mzigo wa, wa, wa zawadi. Kwa hiyo kwenye zawadi, kwa kweli anatisha, okay. Hiki ambacho Ngosha amekifanya hapa, Shem Melody, ulikuwa unakitegemea? Hapana, yani kwanza nilimuona amekuja hapa nimeshtuka sana kwa sababu mimi aliniaga akasema ana kazi kamba, mimi ni drop saluni, niwe endelea na mambo yako kwao, nimeshtuka pale mimi nikuta nilikuwa nasinzia pale, yeah, sure. <laughs> But I'm so happy. Okay. Yeah. Okay. So wakati pale anakupeleka kuchukua, kwa sababu kila bajaji ilikuwa na zawadi yake yeah. Na wakati anakupeleka uchezo zawadi, uliko very emotional, uko na, I don't know kama ulikuwa unategemea kitu kama hivyo. Ni zawadi gani ambayo umetoa pale imeku surprise, maybe ulikuwa na uhitaji nayo sana? ambayo nilikuwa na uhitaji nayo sana eh. Unaona alivyosema kwamba mimi nimezoea kumpa zawadi mm. Yeye pia kazoea kunipa zawadi. Kwa hiyo nimefurahia kila kitu. Yaani kila kitu nimekifurahia. Okay. Tu, mm. Mlikutana wapi? Duniani tu hapa hapa. Okay. Yeah. Sasa hivi wa wanawake amekuwa si waoga pia pale ambapo amemolewa mwanaume ana mchana, bwana, mimi nakupenda kama hivyo. Kwenu ulikuwaje? Mapenzi mazuri aga hayaanzi kwa kuambia, na mimi nimekupenda sijui, naomba tu date. It just happened. Kwenu ilitokea tu. Yeah. Mtakutana wapi? Kwenye gari daladala? Mtandaoni tu? Mtandaoniana um, mtaani ndo mm. Okay. akaanza kurusha kurusha nimekwambia, mm. yeah, sisi hatukwambiana chochote. Okay. imejikuta tu Okay. sasa mm. hivi sa content creators wengi uh, of course comedian tengeneza content zao na kuwa na kapo zao, nimeona kwa Eliudi na mke wake, lakini pia hata uh, Kiredio though kuna mambo mambo yametokea, na nini, hii ndio kitu ambacho sasa imeamua kuja nacho. Hapana. Uh, unajua kwa nini inatokea hivyo? Ni kwamba kazi ya mpenzi wako ni kukusaidia majukumu yako, kwa hiyo inapotokea mpenzi wako anakusaidia ni jambo zuri. Kwa hiyo kazi zetu pia zinahitaji uh, jinsia za kike. Sasa kwa nini uteseke na mtu wa kukusaidia yupo? Kwa hiyo anapokusaidia inakuwa ni nzuri zaidi, lakini pia mpenzi wangu ni mwigizaji, mwigizaji mzuri, anajua kuigiza kwa Tanzania hii katika hiki kizazi, yeye nadhani wenye nyukama au ujenzi wa inayojua kuigiza vizuri kwenye top 3 yeye ni namba moja. Okay. Ya, najua sana kuigiza yuko vizuri kiukweli. Emi, nipe top 3 yako. eh, eh? Nipe top 3 yako. Top 3 ni namba moja mm -hmm. anaitwa Esther Michael Kibule maarufu kama Melody. Okay. Namba mbili ni Esther Michael Kibule au Melody na namba tatu ni Esther Michael Kibule au Melody. Okay. Yeah. <laughs> Ngosha ni Msukuma sifa tatu za wanaume wa Kisukuma wanapenda, wanajali na ni waelewa. Okay. mm -hmm. mambo wa Sukuma ni washamba. Ushamba sio hishu jamani, aafu ushamba upi? hebu kwenye engo gani, mi waniambie? mbona misiwaelewi? yes, Mimi ni watalii <laughs> misielewi, ushamba unaoongelewa ni upi? Okay. Yeah. Okay. ni unadhani uh, kupeana zawadi ama Valentines kwa sababu wengine wanachukua Valentines days kama ni siku muhimu sana ndio ya kupendana sana, ya kupeana zawadi sana, do you think hiyo iko sawa, ni right? Valentine sio issue, ni siku tu, yani kama siku zingine. Kwa hiyo kama mapenzi yao ni ya Valentine tu, basi wamefeli, wajipange upya. Mapenzi yanatakiwa o kila siku okay. yeah. Uo, na ndio sisi tunavyoishi. Wewe unashika simu yes. yake, unajua ndio okay. mm. Ishatokea kashika simu yako, kutana na meseji ambayo ameitwa baby, labda na nani? Nani ana ubavu wa kumuita baby na mimi nipo? Hayupo, sijai kuona. Osha ushika simu yako? Kwa nini nilipenda sana ile swali la simu? <laughs> kwenye simu kuna nini? <laughs> uh, unajua kuna wengine huaga hawataki wapenzi wao wapenzi wao washike simu, na hata nimeona hata wachungaji kadhaa wanasema usishike simu ya mke wako kama mme wako. Yaani unajua kuna mambo mawili. Kuna le, kuna kushika kwa lengo la kuchunguza na kuna kushika kwa lengo la kuangalia. Yani, ulikwenda kushika kwa lengo lipi? Si umenielewa? Kwa hiyo ukishika tu kwa lengo labda nataka niingie Instagram, kuna kitu nataka niangalie, unashika tu. Lakini ukianza kushika, unajua kinachosababisha mtu achunguze ni, ni namna ambavyo mtu ana behave, yani kwamba mabadiliko yanasababisha hakutakuwa mm, kuna kitu kwa kama vitu mabadiliko yajatokea, mtu anapataje wazo la kwenda kuanza kupekenyua si kufanya nini kwa sababu hamna kilichotokea, hamna simu ya ajabu, hamna mtu ameongelea na simu pembeni, e, mtu hajaweka simu silence akai na wewe simu akaifunika juu chini. Yaani iko tu wazi anaongea muda wote akiwa na chat ukapita afuniki, ahami, anaendelea tu kuchati, unachungulia hivi unapita, unaona tu ana chat kawaida. Sasa unaenda kuchunguza nini? Okay. Kuna zile notification wagazi zinapopa pale baby. Uh, baby. Uh, inategemea simetoka kwa nani? Wanawake, wanawake, wanawake, mm -hmm, kwa sababu wanawake wanaitana baby, umeona. Kwa hiyo inategemea imetoka kwa nani, okay. Na bahati nzuri sisi jamii jamii yetu yote inatufahamu, uh, watu waliomzunguka wananifahamu, watu waliomzunguka wana, wanamfahamu pia yeah. Very soon itakuwa official ndoa na nini? Official ni nini? Kufunga ndoa na nini? Ndoa nini, ndoa ni nini? Ndoa sio shera na suti, ndoa ni yaani mkikubaliana, ndoa ni agreement ya mtu na mtu, hizi nyingine zameeta mambo ya wazungu. ah, okay. Hata wewe kama ulishafanya tendo la ndoa na wanawake kumi, ushafunga ndoa kumi. Asante. Mshana nini kumi, asante, stegemee ndoa mshaasema usitegemee ndoa, umeona jicho lake hmm? Na nini nini? Uh -huh. Yeye hapo kasema naniiategeme tusha nani hii unaiona ni ninicho. Yeah. Yeah. Yeah kitaka yeah, cha utamaduni yeah, kitafanyika yeah, lakini tayari hii ni ndoa <laughs> okay. So, kumalizia kabisa ni kapo gani ya master hapa Bongo inakuvutia sana. Ngosha na Melody. Okay. Inakuvutia sana kapo ya Mm. Hata <laughs> mimi kukuongea ni mtia. Yaani wana enjoy kuyanga. <laughs> Yaani mimi ni shabiki yao. Okay. Eh. Mm -hmm. Okay. Sawa. La kumalizia kabisa. Najua hiyo sasa itaulizwa hapa chini kwenye comment. Umetumia pesa kiasi gani kwenye kuhakikisha mpaka leo shemeji yetu Melody zawadi zimefikia? Ah? Si siwezi kukadiria sana, lakini kwa sababu unajua ukiwa mpenda mtu uwezo kwa ukiona unayoitoa unasema unaandika. Yani unatoa kwa sababu unataka ukamilishe jambo. Kwa hiyo posa zilikuwa nyingi, kuanzia kwa, kuanzia kwenye kudizaini hizo picha, wabandikaji, kuwalipa watu wa bajaji, sijui msafara, fujofujo mtaani, kununua jifti. Yaani vitu vilikuwa ni vingi, kwa hiyo ni zaidi ya, yani inaweza ikafika milioni hata tatu, sijui ngapingapi huko. Inaweza ikafika, of course sijui lakini Inaweza ikapita au ikafika okay. Hmm, ana karibu na milioni tano fulani sijui, yani siwezi kusema namba, nimekadiria sa, tu yani, ni, kwa sababu siwezi kuhesabu yani na sito hesabu ndio hesabu kwenye ela zingine, lakini hilo nilikuwa nalifanya, nilikuwa sitaki kuhesabu. Okay. Asante sana, nashukuru mapenzi mema. Asante nawe, mapenzi mema, na pia uwe mwaminifu, mposti mpenzi wako simfiche kama bangi.